Okay, sasa leo nataka nikupe sababu baadhi au chembechembe chembe baadhi ambako filmmaker au wapishi ambao watu wako nyuma ya kamera kwa nini wanalipwa pesa nyingi kuliko watu ambao wanatoka katika mataifa ya ya, ya, ya, ya, sehemu nyingine. Uh, sababu kabisa ya kwanza ni msaada mkubwa wa serikali. Uh, serikali nyingi za nchi za Ulaya, mfano Ufaransa, Scotland, Ujerumani hutoa ruzuku na ufadhili wa moja kwa moja kwa filamu. Filamu huonekana kama sanaa na utambulisho wa taifa hivyo, serikali hulipa filmmaker hata kabla ya filamu haijauzwa. Uh, masoko imara, hii ni sababu ya pili, masoko imara ya filamu. Ulaya ina masoko makubwa sana ya kimataifa kama Cannes, Berlin na Venice Film Festival na festival tofauti tofauti au masoko mengine tofauti tofauti. Hapa filamu hununuliwa na kusambazwa duniani kote, jambo ambalo linaongeza mapato ya watengenezaji. Uh, sababu ya tatu kabisa, haki za wafanyakazi zinalindwa. Uh, filmmaker wengi wako kwenye vyama vya wafanyakazi unions, vinavyoweka viwango vya malipo, masaa ya kazi na mikataba. Kampuni hulazimika kulipa kwa haki na kufuata masharti ya kisheria. Uh, wenzetu hapa tunaona kabisa wow! wao wana wana, wana, wana, vile vyama vya wafanyakazi ambako vinawasaidia moja kwa moja. Sijajua katika taifa lako hivyo vyama vipo, au kama vipo, je, vinasaidia kwa namna hiyo? Uh, sababu nyingine ya nne ni thamani ya ubunifu. Ulaya inathamini sana ubunifu na ubora wa sanaa, sio faida pekee. Filmmaker anachukuliwa kama mtaalamu wa kiwango cha juu, hivyo analipwa sawa na taaluma kama wahandisi madaktari, pamoja na waasibu wa na wa, watu wengine.